Naomba nimalizie kwa kuwashukuru ofisi ya mufti kwa kuendelea kuratibu mambo yote ya kidini vyema. Kwa kweli nchi yetu sasa hivi imetulia, imetulia katika upande wa amani kwa nchi nzima na imetulia katika upande wa dini. Ile migogoro, migogoro mingi sasa hivi haipo, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani hii tuliokuwa nayo. Sisi kwa upande wa siasa tutajitahidi, tutajitahidi kuendelea kudumisha amani kwa kuzungumza na wanasiasa wenzetu kwamba, la kwanza, tofauti hazikosi, na ndio maana tukawa kila mtu na chama chake, lakini sote tuna wajibu wa kuhakikisha amani inadumu dumu katika nchi. Sasa kwanza tulete amani halafu tutayazungumza yale ambayo tunaona kwamba hayajakaa sawa. Kwa hivyo, hili nalisema kwa sababu natambua ya kwamba kuna hoja ya kwamba tuta, tutaendeleaje na amani wakati jambo moja, mbili, tatu hayajafanyika. Sasa kama unadhani kuivunja amani ndio ufumbuzi wa hayo ambayo hayajafanyika, ujue ndio hayatofanyika kabisa. Na yasema haya ndugu zangu, wakati mwingine yanaonekana kama maneno hafifu, lakini hakuna jambo kubwa katika nchi yetu kama kudumisha amani.